Jana bei ya wakia moja ya dhahabu sawa na gramu 28 za dhahabu ilifikia kiasi cha dola 3500 ambayo ni kiasi cha takriban shilingi milioni tisa na laki nne. Tanzania ni miongoni mwa nchi tano barani Afrika zinazozalisha madini ya dhahabu kwa wingi duniani, hivyo ongezeko hilo la bei limetajwa kuwa na manufaa kwa nchi, lakini changamoto zinazoonekana kwa wauzaji na wanunuzi wa dhahabu uh, dhahabu kwa karati 18 ambayo tunasema 75 za za dhahabu tulikuwa tunauza kwa gramu moja laki mbili na nusu, lakini kwa sasa imepanda kwa gramu moja tunauza laki mbili na 85. Athari ipo kwa sababu, kwa, kwa mara ya kwanza mteja anaweza akaja tukamwambia bei husika ni hii, alafu akija labda kwa siku nyingine tena bei inakopo imepanda. Kwa kama nimenunua bei ya juu inakuja ofisini, natakiwa nimlipe fundi, nilipie kwenye mashine ya decoration nije nifanye finishing kwa lazima, bei yangu pia itakuwa imeongezeka, na unawaza mimi na budget labda ya laki tatu naweza kupata kitu. Ukifika kwa sonara huwezi kupata kile kitu kwa bei ile. Inatofanya tuanze kidogo kuchechemea, yani ule mwendo ambao tulikuwa nao kwa kasi tulikuwa nao ya kubadilisha dhahabu au kuongeza kufanyeje top up, kidogo kama imeturudisha nyuma. Kwa upande wao wachumi, wameeleza nini maana ya kupanda huku kwa bei ya kiwango hicho inayoelezwa kuwa ni rekodi kuwahi kutokea. Athari inayotokea ni moja, nchi ambazo hazijajipanga kuwa na akiba ya dhahabu tegemewa kuona wakipitia mfumuko wa bei ulio mkubwa kwa sababu e, thamani ya fedha zao zinakwenda kuporomoka. Mfumo ambao ulianzishwa na Tanzania, ile sera e, e, ya kuhifadhi e, dhahabu kwa kweli itasaidia sana, kwanza kuimarisha uhimilivu wa shilingi ya Tanzania kwa dola ya Marekani na popular currencies nyingine. E, kikubwa kilichosababisha kupanda kwa bei ya dhahabu ni hatua za kikodi au mambo ya kikodi yanayowekwa na Marekani. Kwa hiyo kama tunazalisha dhahabu, maana yake hii ni fursa kwamba tuchangamke, tuzichage dhahabu zetu nyingi, kwa sababu inatafutwa sasa duniani. Maana yake tukiwa tunazo nyingi, tunaweza wafanyabiashara wa dhahabu wanaweza wakauza, lakini pia na benki yetu iweze kuzinunua na kuzitunza. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma leo, Waziri wa Madini Anthony Mavunde amesema bei nzuri ya madini ni mojawapo ya mambo yaliyosababisha mchango wa sekta hiyo uongezeke kwa kiasi kikubwa katika miaka ya karibuni. Mchango huu umeongezeka kutoka asilimia 9.1 mwaka 2023 hadi asilimia 10.1 mwaka 2024. Ni matumaini yangu kuwa kwa kasi ya utendaji na mwenendo huu wa kizazi katika sekta, tunaiona sekta hii ikichangia zaidi kwa ukubwa katika uchumi na maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania. Sekta ya madini hapa nchini imepiga hatua kwa kufikia mchango wa asilimia kumi nukta moja katika pato la taifa mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Rebeka Mbembela, Azam News.